Kauli ya rais Samia ndiyo suluhisho kilio cha vijana. Rais Samia Suluhu Hassan amehutubia bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa mara ya kwanza leo Novemba kumi na nne, lakini rais Samia eh, ataka walioandamana kwa kufuata mkumbo wa samehewe. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti la na Mwananchi, nasema rais Samia ataka walioandamana kwa kufuata mkumbo wa samehewe, lakini bado kuna habari inayosema eh, Rais Samia anika maridhiano safari. Eh, Rais Samia anika safari ya maridhiano, lakini usiyojua hotuba ya Rais Samia eh, bungeni. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kula Mwananchi. Pate nakala yako kwa habari kwa kina, lakini bado kuna habari inayosema Bakwata yalani vurugu Oktoba 29 ya gusia maridhiano. Eh, suluhu yoni Bakwata yalani vurugu Oktoba 29, ya gusia maridhiano. Lakini bado kuna habari inayosema kisukari tishio Tanzania yataja mikakati e, kisukari ni tishio kwa Tanzania yataja mikakati. Lakini bado kuna habari ndani ya gazeti lako la Mwananchi inasema wanawake wapaza sauti kusaka nguvu ya uamuzi e, wanawake wapaza sauti kusaka nguvu ya uamuzi. Lakini wabunge wakunwa na kauli ya rais kuanzisha wizara ya vijana. Wabunge wakunwa na kauli ya rais kuanzisha wizara ya vijana, e, wabunge, e, e, wizara ya vijana. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kuna habari inayosema wadau elfu moja na mia mbili kukutana Arusha kujadili akili unde barani Afrika. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele pata nakala yako kwa habari. Lakini kwa tukiachana gazeti la Mwananchi, tuangazie sasa kwenye gazeti lako na Nipashe, mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo, lenye linaanza na habari kubwa e, inayosema Bakwata yataka hatua kali walioanzisha vurugu e, ni Bakwata e, ni Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, Bakwata yataka hatua kali walioanzisha vurugu lakini ACT wazalendo watoa wa msimamo kuhusu suku. ACT e, wazalendo watoa wa msimamo kuhusu suku. Lakini Samia, nimehuzunishwa nimesononeshwa sana e, huyo ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Rais Samia Suluhu Hassan akihutubia bunge atoa kauli asema, nimehuzunishwa nimesononeshwa sana ni nini hasa basi? Pata gazeti lako la Nipashe, Habari inaendelea kwa kina. Lakini ataja vigezo, sifa zilizombeba Mwigulu. Huyo ni rais Samia Suluhu Hassan ataja vigezo, sifa zilizombeba Mwigulu Nchemba. Lakini tukiachana sasa na gazeti lako la Nipashe, tuangazie gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo. Linaandika rais Samia atoa taswira, mwelekeo mpya wa serikali. E, mpya. Rais Samia atoa mwelekeo e, mpya wa serikali mpya. Lakini katibu mkuu CWT apongeza hotuba ya rais Samia. E, katibu mkuu CWT apongeza hotuba ya Samia. Lakini habari kubwa ni huruma ya mama huyu, ni Dr Samia Suluhu Hassani. Habari inaandika huruma ya mama, rais Dr Samia atoa msamaha kwa vijana waliofanya vurugu siku ya uchaguzi kwa kufuata mkumbo, lakini amwagiza DPP vyombo vya ulinzi na usalama kuchuja makosa na kuachia huru vijana, lakini atuma salamu za pole eh, kwa familia ndugu na jamaa waliopoteza wapendwa wao wakati wa machafuko. Yoni Ambali, kwenye gazeti lako la Mwanahabari gazeti bora kabisa, ukurasa wa mbele, lakini rais Samia kuanzisha wizara ya rasmi ya vijana eh, rais Samia kuanzisha rasmi vijara, eh, wizara ya vijana. Iyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanahabari ukurasa wa mbele huku gazeti lako la Tanzania Yetu, fahari ya Watanzania, linaandika Majaliwa ampongeza waziri mkuu Dkt Mwigulu Nchemba. Huyo ni waziri mkuu wa zamani Kasim Majaliwa ampongeza waziri mpya eh, waziri mkuu mpya eh, Mwigulu Nchemba. Lakini DC Longido amaliza mgogoro wa maji Engasurai, eh, DC Longido amaliza mgogoro wa maji Engasurai, eh, DC lakini kuna habari inayosema Samia atoa pole vifo Oktoba ishirini na tisa. Samia e, atoa pole vifo Oktoba ishirini na tisa. Lakini wanaofanya ukatili wa kijinsia mtandaoni waonywa. Wanaofanya ukatili wa e, kijinsia mtandaoni waonywa. Lakini PDPC autis za saini makubaliano kutoa kozi ya ulinzi taarifa e, binafsi. Yote habari inapatikana kwenye gazeti lako la Tanzania yetu ukurasa wa mbele, pata nakala yako. Kwa habari lakini gazeti lako la wamachinga sauti ya wanyonge lenye linatuhabarisha asubuhi ya leo kwa habari inayosema Rais Samia amtaka Dr Mwigulu kwenda na kasi. E, dr. Samia amtaka Mwigulu kwenda na kasi. Lakini Samia aweka mkakati e, mapinduzi ya kilimo kupitia kilimo cha umwagiliaji, lakini habari kubwa ni ufunguzi wa bunge e, Dr Samia kuliponya taifa, lakini asikitishwa na mauaji ya vurugu Oktoba 29 atangaza kuunda tume ya uchaguzi, e, uchunguzi wa matukio hayo. Lakini hatoa pole waliopoteza wapendwa wao, bunge la simama kuwaombea. Lakini atoa msamaha kwa vijana waliokamatwa kwenye vurugu, amtaka DPP e, kuchuja wafuatao, e, waliofuata mkumbo aagiza kuachiwa. Lakini atangaza kuanzisha wizara mpya ya vijana, lengo kufungua fursa zaidi kwa vijana nchini lakini asisitiza amani kama msingi wa umoja na mshikamano kwa taifa, dhamira ya serikali kuunda tume ya maridhiano na upatanishi pamoja na kuendeleza mchakato wa katiba mpya. Huyo ni Rais Samia Suluhu Hasani e, akihutubia bungeni e, afanya makubwa ndani ya hutuba yake. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga, sauti ya wanyonge, ukurasa wa mbele. Pate nakala yako kwa habari kwa kina lakini gazeti lako la Mwanahalisi lenyewe lina habari inayosema maumivu yuwe ni wataka uchunguzi na uwajibikaji. Lakini Dkt Tulia, bilionea, mabadiliko yaja, macho masikio yaelekezwa kwa Samia. Lakini kamati kuu Chadema kujifungia kujadili, o ni habari ukurasa wa sita ndani ya gazeti lako la mwanahalisi e, ukurasa wa mbele, pate nakala yako kwa habari kwa kinam lakini gazeti lako la Uelekeo lenye ukurasa wa mbele lina habari inayosema serikali ya unda wizara ya vijana. Hilo ni gazeti lako la Uelekeo, ukurasa wa mbele linasema serikali ya unda wizara ya vijana. Lakini Spika Zungu, bunge eh, limepamba eh, Spika Zungu asema litapambana na uzembe serikalini. Huyo ni Spika Zungu asema eh, bunge litapambana na uzembe serikalini. Lakini Mwiguru aagizwa ongeze eh, kasi Mwigulu aagiza aagizwa ang, ongeze kasi. Lakini rais Samia awasamehe vijana waliofanya vurugu, hiyo ndio habari kubwa kwenye gazeti lako la mwelekeo kwenye kurasa wa mbele, inasema rais Samia awasamehe vijana waliofanya vurugu. Lakini awalilia eh, na waliopoteza maisha, aunda tume uchunguzi, ahidi kuendeleza maridhiano, lakini awataka vijana wasihadaike kuharibu nchi yao hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la uelekeo ukurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari eh, kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la uelekeo, gazeti la na tuangazie sasa kwenye gazeti zako eh, z, nchini Tanzania kwenye kurasa za michezo na burudani asubuhi ya leo eh, tunaanza kuangazia gazeti lako eh, gazeti lako la machinga kwenye michezo limeandika nini, linatuhabarisha habari, nasema Azam yapata CEO kutoka Hispania. Hilo e, ni gazeti la kula wa Machinga linaandika Azam FC yapata CEO kutoka Hispania. Lakini dansa wa Simba mchezaji ligi ya wanawake anayevutia, e, dansa wa Simba mchezaji ligi ya wanawake anayevutia. Lakini Simba Yanga katika tambo za waziri mkuu e, Simba Yanga katika tambo za waziri mkuu. Lakini Taifa Stars kuvaa kuwa Kuwait leo, hiyo ni mechi ya kwanza e, ya kocha mpya Miguel Gamondi. E, ambaye ameshikilia kikosi hicho cha Taifa Stars e, leo ni mechi yake ya kwanza majaribio dhidi ya Kuwaiti. Lakini kuna habari inosema Rais Samia Tanzania kujenga studio ukubu, ukumbi wa filamu wa kisasa. Huyo ni Dr. Samia Suluhu asema Tanzania kujenga studio na ukumbi mkubwa wa filamu ya kisasa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga ukurasa wa michezo. Huko gazeti lako la habari leo lenyewe linaandika Rais Samia tumejipanga na Afkoni 2027. E, rasamia tumejipanga na afconi elfu mbili na ishirini na saba. Lakini Stars, Kuwaiti uwanjani leo e, wa kulipwa watua e, Azam FC japata wa mtendaji mkuu mpya e, hiyo ni habari kwenye gazeti laku la Mwanahabari. Lakini TFF yamtambua Dimitri kama kocha msaidizi e, Dimitri e, kama kocha msaidizi. Lakini uteuzi wa waziri mkuu wa changamsha vijiwe e, uteuzi wa waziri mkuu wa changamsha vijiwe. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kuna mwana habari kwenye kurasa wa mbele, ipate nakala yako kwa habari kwa kidam. Na kwenye gazeti la kuna Mwanaspoti, gazeti la michezo linatuandikia pantevu atoa msimamo mzito, Simba mastaa wajipange. e, pantevu atoa msimamo mzito, Simba mastaa wajipange lakini Mtunisia aichorea ramani Yanga kwa Waarabu. E, Mtunisia aichorea ramani Yanga kwa Waarabu. Lakini kocha wa gusa achia apiga mkwara mzito kafu. E, kocha wa gusa achia apiga mkwara mzito kafu. Huyu ni Sidi Ramoviki. Lakini kocha Yanga awavaa mabosi wa klabu, hataki utani kambini. Lakini kocha Yanga awavaa mabosi wa klabu, hataki utani kambini. E, lakini e, Kamara afanya uamuzi mgumu Simba akiwagomea mabosi. Hiyo ni habari pia inaendelea kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za mchezo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini boli la Morisi Abraham la mkosha kiungo, lakini boli la Morisi Abraham la mkosha kiungo. Lakini kulikuwa na Kameruni ya Eto, alafu kuna hii ya kichekesho e, kulikuwa na Kameruni ya Eto, alafu kuna hii ya kichekesho. Lakini kisa kadi nyekundu Martinez ya mkingi ya kifua Ronaldo. Hiyo ni habari ya, ya kimataifa kwenye gazeti lako la, la Mwanaspoti. E, ni baada ya kocha e, baada Cristiano Ronaldo kupewa kadi nyekundu. Habari inasema kisa kadi nyekundu, Martinez amkingia kifua Ronaldo. Kocha wa timu ya taifa ya Ureno Roberto Martinez amemkingia kifua mahodha mshambuliaji wa kikosi hicho Cristiano Ronaldo kufuatia adhabu ya kadi nyekundu aliyopewa katika mechi ya kufuzu. Lakini siku tisa Simba Yanga kuonyesha ukubwa wao, e, siku tisa Yanga Simba kuonyesha ukubwa wao lakini December atuma salamu super ego asisitiza kukiwasha. Lakini hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwanaspoti, lakini bado kuna habari kimataifa, nasema Gabriel Jesus afichua jambo wa Arsenal. hiyo ni habari kimataifa ndani ya gazeti la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. na gazeti la Mwanaspoti ukurasa wa michezo ndio tunafungia usomaji wa gazeti ya asubuhi ya leo. pate na kile yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini asubuhi